Pia kuna jambo muhimu kesho linaenda kutokea katika nchi yetu, ambapo uh, vijana wetu wa Simba Sports Club wanaenda kupambana katika hatua ya fainali. Napenda na niwaombee heri nyingi, na sisi watanzania wenzao tunawaangalia kwa jicho ambalo tunatamani kubeba kile kikombe. Kwa hiyo niwaombe hata wale ndugu zetu wananchi mm, si mbaya kwenye hatua hii tukaombea vijana wetu kama taifa, tukawa na umoja wetu na najua uh, wenzetu wananchi walifika katika hatua hii pia, lakini si vibaya sisi tukawatangulia tukaleta kombe nyumbani. Kwa hiyo kwa namna yoyote vile, sisi washangiliaji wa pembeni tutafika, na wenyewe wanasimba watakuwa wamefika na mambo mengine yote yatakaa sawa sawa, lakini kila jambo liwe na baraka la Mwenyezi Mungu. Mimi nawaombea katika watu ambao wanaombea sana ni pamoja na mimi. Na sisi bado tunajipanga kuona ni namna gani tunaweza tukakutana sehemu tukawashangilia vijana wetu na mimi niseme wananchi wangu wanajua viwanja vyetu sisi vya kujidai ni pale stendi ya zamani. Kama tulivyofanya vizuri kwenye kukuchoma festival, basi mi nawapa ofa, nitaweka a big screen pale, wananchi wakaangalie mpira. Lakini najua maeneo yale kuna burudani za aina mbalimbali, waweze kuzipata kwa pamoja, lakini tuwe pale stendi ya zamani tuangalie Wanasimba wanafanya nini kwa nchi yao.